Kuna watu wengi katika hii dunia wanatamani au wanasema ndoto yangu mimi kuonana na msanii fulani au ndoto yangu mimi kuonana na mchezaji nyota e, maarufu duniani, lakini kwa upande wangu mimi ndoto yangu ni kuonana na Sheikh Nurdeen Kishki Allah amuhifadhi popote alipo. Inshallah, Mwenyezi Mungu akijalia, nitapanga safari kwenda kuonana na Sheikh Nurdeen Kishki. E, mashaallah, nipate chakula na yeye, nitafurahi sana. Hiyo ndo ndoto ndo, ndo, ndo, ndo, yangu. Mtazamaji wa Kishki TV pamoja na Khidma TV e, kama ambavyo ulivyoona katika mitandao mbalimbali mbali ya kijamii katika siku chache zilizopita, bwana Saif Alhamsi kutokea Oman alikuwa na ndoto ya kumwona Sheikh Kishki pamoja na kula naye. Yeye anatokea kule nchini Oman, na safari hiyo alhamdulillahi imefanikiwa hatimaye. Amevuka eh, bahari ya Hindi eh, maili zaidi ya elfu moja masaa matano angani na hii leo hatimaye amekutana ama ametimiza ndoto yake ya kukutana na Sheikh Kishki pamoja na kula naye chakula katika mgahawa huu maarufu hapa jijini Dar es Salaam. Naye tazungumza naye Saif, hapa tuweze kujua hisia zake za kile ambacho kimetokea. Saif, kwanza niambie ni ndoto ya muda gani ambao ulikuwa unatamani kuja kukutana na Sheikh? Ni muda sana, kwa sababu Sheikh Nuruddin Kishki alishawahi kuja Omani, lakini mara mbili lakini sijawahi kuonana naye kutokana na kazi na ubize wa kazi, sijawahi kuonana naye. Kwa hiyo mimi nafuatilia video zake sana katika mitandao YouTube, mitandao mbalimbali mbali, Instagram, nikasema inshallah, ipo siku nitakuja tu kuonana na Shehe Nurdin Kishki, na nikaweka nia na namshukuru Allah Nimekuja, niko naye hapa, namwona live sababu nilikuwa namwona katika mitandao. Kwa hiyo nimefarijika, yani kwa furaha nimeshiba. Hata umeona mwenyewe, sija <laughs> sija kula yani kwa furaha, yani nimeshiba kumwona Sheikh Nurdin, na ndoto yangu imetimia. Sheikh Nurdin Kishki katika mihadhara yake, akiwa yuko pale katika mimba, anavyoongea anakupa hisia sana, na mimi napenda mawaidha yake, na hata akiongea kuhusu umauti basi unakuwa una, una, unapata hisia sana. Mimi wakati nasikiza mawaidha, mara ya kwanza kumsikiza Sheikh Nuruddin Kishk, nilisikia mhadhara wake wa umauti, kwa kweli nilisikia nikawa na, nalia kwa ile hisia yani na, kumsikia shehe vipi anaongea yani, unapata hisia na huzuni kwa kweli. Nikaanza sasa kumfuatilia katika mitandao, kila akitoa klip katika mimbari ya veterinary pale kila Ijumaa basi mi naingia YouTube naona no. Nikasema inshaallah ipo siku mi nakuja Tanzania, lakini sijafanikiwa kuonana naye, nikamwomba Allah inshaallah ikitimia siku nitakuja kuonana naye, na nikaweka nia. Na hata nilivyokuja nilijua labda shehe atakuwa mikoani, yuko bize kwa sababu wanatoa mawaidha. Nikasema inshallah mimi napanga safari na surprise, na kweli Allah amenikutanisha naye. Sasa umekutana naye eh, unajisikiaje? Na niambie pia labda vile ambavyo ulikuwa ukifikiria ukikaa naye itakuwa ita vipi, na umekutana naye imekuwaje? Kuna utofauti picha ambayo ulikuwa ukijenga? Kwa kweli, kwanza, yani, ninavyomuona hapa na kwenye, kwenye TV hapa, mpole, kwa sababu Sheikh Nurdeen Kishk akikaa katika mimbar pale, yani mashaallah anakuwa mkali kama simba, lakini mashaallah amemwona mpole maskini, na Allah mhifadhi. Yes. Inawezekana sasa, ikawa ni funzo lipi kwa Watanzania ambao mbao wapo naye hapa, mefunga safari kutoka huko kuja hapa, nasikia maeneo mbalimbali Kenya wanamtaka, kutoka Oman wakwao, Watanzania likawa wanapata picha gani, metoka huko wao wanawe kila siku hapa. Kwa kweli nahisi watapatwa na wata, hisia zaidi kama hawajawahi kumwona Sheikh Nurdeen Kishki, kwa sababu wanaye hapa na mimi nimetoka mbali, nimeacha kazi zangu, nimeacha familia yangu, nimekuja kwa Sheikh. Basi na imani na, na wao watakuja tu kumwona na watapata hamasa zaidi kumwona Sheikh Nuruddin Kishki, eh watamjua zaidi na kumtembelea. lolote la kumwambia Sheikh hapo, Watanzania wanakutazama na dunia nzima inakuangalia Sheikh. Bwana nakushukuru sana, ndoto yangu imetimia no. na Allah akuhifadhi yeah. akupe umri yeah na insha Allah kwa sote inshaallah. Na Allah akupe mapenzi inshaallah, usikate tamaa kwa sababu kuna watu wengine wanakuwa wanakukatisha tamaa kwa vile unavyo unavyowapa ukiwa katika mimbar pale unanguruma <laughs> saa. Kwa hiyo inshaallah, mimi nakuombea usikate tamaa, na Allah kuhifadhi wewe na familia yako inshaallah, utangaze dini yetu hii kimataifa zaidi na inshallah wengine ambao wanakutamani naamini watu wengi wanakutamani sana kukuona na Allah afanyie inshallah wepesi wakuja kukuona kama mimi nilivyokuona. Naam shekhe, tuamie kwako kwa sasa. Ulivyosikia kwa mtu anatoka Oman anakuja Tanzania kwa ajili yako kuja kukaa na wewe na kuja kupata chakula na wewe, ulifikiria nini Sheikh? Wallahi clip e, mimi ni mtu wa kwanza kuntushia ni Sheikh Rashid bin Said Al Rawahi amenitumia akaniambia, huyu bwana anaitwa Saif Al Habsi, na akaniambia ni shemeji yake. Na hata wakati nazungumza naye hapa, akaniambia kweli, Sheikh Rashid ni shemeji yake. Akaniambia, bwana huyu, mtu bwana, anakupenda sana, na hii klipu nimekutumia, na ametia nia hasa aje hapa Tanzania kwa ajili ya kukuona mimi nilivyofungua ile clip kwa kweli, jinsi e, alivyokuwa nazungumza mimi nimeona yuko serious, nika nikakutumieni vijana wangu mkasema ruhusa tuipandishe katika social media zetu. Nikamtaka ruhusa Sheikh Rashid Al Rawahi, akazungumza naye akamwambia ruhusa. Sasa video imesambaa sana kiasi ambacho hata mimi mwenyewe natumiwa sasa. Mimi nilidhani msafara pengine ataupanga baada ya miezi tahamake, nakutana na video nyingine, yuko airport, tena ilikuwa ni airport ya Tanzania. Sasa wallahi nafsi yangu ilisema angeniarifu, nikienda angeni kumpokea. Na haya ni mapenzi makubwa sana. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anipe ikhlas katika kazi yake na nitakabalie zaidi ya hilo namshukuru ameleta funzo kwa Waislamu. Kuna maneno mazito ameongea, amesema kila mtu ana, ana, ana malengo yake. Kuna wengine targeti zao au ndoto zao kuonana na wasanii kupiga picha nao, lakini yeye akasema ndoto zake ni kuniona mimi shekhe, hataki chochote kutoka kwangu zaidi ya kuniona, tupate kula chakula pamoja. Na mimi nimelisimamia, nimial, hilo ili ndoto ya, ndoto ya ndugu yangu iweze kutimia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika matendo yaliyo mazuri ni idkhalu sururi fi qalbi muslim, ni kujaza furaha katika nafsi ya mwislamu. Lakini kama, kama hili halitoshi Wat, wakati nanongona naye hapa, nikamuuliza unaondoka lini, kanaambia siku ya Jumanne. Ina maana ni kweli kabisa hii safari ni mahsusi kuja kuonana. Naamini Watanzania na Waislamu kwa ujumla watajifunza. Pengine kuna watu wanatamani wafunge safari waje watembelee mashehe zao, wawashike mikono, wapige nao picha, lakini wanaogopa, pengine hawajui wanaanzia wapi. Sefa atakuwa amewafungulia leo milango nafikiri. Kwa hiyo na mimi nime nimefurahi sana na dini yetu bwana, dini ya upendo bwana, si dini ya chuki, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hamtoingia peponi mpaka muamini na hamtaamini mpaka mpendane. Na akasema tena, Allah anasema siku ya kiyama, aina almutahabuna fia, wakwapi wale wanaopendana kwa ajili yangu siku ya kiyama hiyo, Allah ananadi Leo alyauma udhilluhum fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, leo nitawaingiza katika kivuli changu siku ambayo hakuna kivuli sipoka kivuli changu mimi na muba rahman aladhi allama alquran. Mimi na ndugu yangu Sef na waislamu wote ambao tunapendana kwa ajili ya Allah atuingize katika kivuli chake siku ya kiyama na atuepushe na jua la siku ya kiyama na joto lake furaha kwangu pia na namtakia kila la kheri. Allah amfungulie milango ya kheri, naomba Allah amfungulie milango ya riziki, amfungulie milango ya siha na afya njema, ambariki katika nafsi yake, mwili wake, ndugu zake, kazi zake, kwa sababu shekhe, mtu amestopisha kazi zake kwa muda wa siku tano e, katumia gharama pia, ujue, sikia mtu anakuja na ndege kwenda na kurudi sio jambo dogo na pia kukaa hapa na nini pia ni gharama. Kwa hiyo sina zaidi la kumwombea, na ameshakuwa ndugu yangu na namba yake na isave, wakati wowote tutakuwa tunawasiliana. Na jambo lolote utakalo niambia Sheikh Saif, mimi niko tayari kulifanya kwa sababu ya Uislamu na kwa sababu ya Waislamu pia. Na pia <laughs> yeye <yeah>, amesema amesema <laughs> kidogo kuna tofauti kweli. Kwanza wakati natoka nyumbani, baadhi ya watu wakaniambia, sasa kujuaje suvai kilemba? Bwana kaamba mi navaga kilemba <laughs> wakati wa dawa bwana sasa hmm. Ikaambia atanijua kama ni mtu mashallah, anafuatilia sana atanijua tu mashallah. Nimemwona mtu wa aibu maskini <laughs> ana haya, hata sura anaona hata kunaangalia sura <laughs> anaona taabu ya anadhani shehe anakuaga yule yule kwenye mimbar achukule mimbarini ya huyi kwanza ni sunna kutoa zile speech kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa akitoa khutba. Wanasema katika hadithi ala sautuhu, sauti yake inapanda juu, wa hamarat aina, macho yake inakuwa mekundu kama vile anazungumza na jeshi na dunia. Sasa unaona watu shekhe, tunakwenda tofauti sana. Kwa hiyo ziko baadhi za topic, nikizungumza nikizungumza bana, mimi nakuwa mkali kama juzi wazee wa wa taraka, nginja nginja lazima tuwapige ili warudi kwa Allah waache, wasifanye kitu kama hicho, lakini tukikaa pamoja hivi hatuwezi kwa wakali. Lazima tuwe, tuwe simple na tuwe, tuwe pamoja. Mimi nimefurahi na inshallah Allah atamfurahisha sef na yeye. Naam, shukrani sana mtazamaji, kama ambavyo ulivyoshuhudia hapa eh, mazungumzo ya Sheikh pamoja na sefu Al-Habs kutokea Oman, na vilevile tumezoea eh, watu kutokea katika mikoa mbalimbali nchini mbali, Tanzania juzi kati tu hapa Sheikh alitembelewa na vijana kutoka Bukoba, lakini mwaka jana kama utakumbuka, kuna watu walifunga safari kutoka Lushoto. Hii leo Saif amefunga safari kutoka Oman, ikiwa mgeni amefunga safari na kuvuka bahari na mipaka mbalimbali mbali, hadi kufika hapa kwa ajili ya Sheikh. Swali inabaki kwetu sisi ambao tunazo lulu hizi za hekima na thamani, je, tunazithamini na tunazilinda vile ambavyo inavyohitajika? Kutokea hapa katika mgahawa huu jijini Dar es Salaam kwa niaba ya cameraman Ramadhan Komaji mchamungu, pamoja na mzee wa Khidma kutokea Hidma TV, mimi ni Khalid Omar, lakini pia tupo na katibu wa Sheikh bwana Ghalib Kagimbo iko pia e, bwana Mnuba, mzee wa Isiolo, mzee wa maziwa ya ngamia eh. <laughs> lakini pia nipo na Sheikh hapa ambaye ni mwenyeji wa Safe. Mimi ni Khalid bin Omar, endelea kutazama taarifa zetu mbalimbali ambazo mba tumekuwa tukikufikishia.